Wakati shauri la Tundu Lissu ama mashtaka yanayomkabili kiongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania, chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambapo leo alitarajiwa kufikishwa mahakamani, taarifa zinasema kwamba hatofikishwa mahakamani, bali kesi hiyo itasikilizwa kwa njia ya mtandao, ambapo kesi mbili za jinai zinazomkabiri mwenyekiti wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema taifa mheshimiwa Tundu Lissu zinatarajiwa kusikilizwa leo kwa njia ya mtandao katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Kesi ya kwanza ya uchochezi yenye namba 2025 04 10 20 inasikilizwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Jofre Muhini ambapo imepangwa kwa usikilizaji wake wa awali leo Aprili ishirini na nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano saa tatu hii asubuhi. Kesi ya pili ya uhaini yenye namba ishirini ishirini na tano sifuri nne kumi ishirini sifuri sifuri sifuri sifuri nane sita sifuri saba Inasikilizwa mbele ya hakimu mkazi Franco Kiswaga na imepangwa kwa kutajwa leo saa tano asubuhi pia kwa njia ya mtandao. Hata hivyo, baadhi ya wafuasi wa chama hicho na wananchi wa Tanzania hasa walioko jijini Dar es Salaam walijitokeza mapema leo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa ajili ya kuhudhuria na kusikiliza kesi hiyo ambayo kwa sasa haitasikilizwa moja kwa moja mahakamani hapo bali itasikilizwa ya, ya kwa njia ya mtandao, na taarifa zinasema kwamba baadhi ya watu ambao walifika katika mahakama hiyo ni pamoja na makamu mwenyekiti wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa Mheshimiwa John Heche ambapo inasemekana kwamba naye amekamatwa katika viunga hivyo wakielekea mahakamani, lakini taarifa hizi bado hazijathibitishwa na mamlaka husika pamoja na chama chenyewe cha demokrasia na maendeleo Chadema. Mtazamaji, endelea kutufuatilia hapa hapa Nyikani Tv, tukikuletea habari mseto za hapa na pale ndani ya Tanzania, lakini pia za nje ya nchi ya Tanzania, hususani ndani ya bara la Afrika. Tafadhali endelea kuungana nasi na, kwa maoni yako utuachie hapo kwenye comment section. Nami langu jina ni Gordon Karurunga, karibu kwa maoni yako.